o tunakupeleka katika simulizi ya ajabu, historia ya mto maarufu zaidi duniani, mto Nile. Hivyo unajua huu si mto tu, bali ni chimbuko la ustaarabu, ni pumzi ya maisha, na ni mto ulioandikwa kwenye vitabu vya dini, historia na simulizi za kale. Ungana nami kujua siri zilizojificha ndani ya mto Nile. Karibu. Mto Nile unatajwa kuwa mto mrefu zaidi duniani kwa urefu wa takribani kilomita 6650 sawa na zaidi ya umbali wa kutoka Cape Town hadi Cairo. Kwa muda mrefu mto Amazon umekuwa ukishindana na Nile kwa nafasi hiyo. Lakini vyanzo vya kihistoria na wachunguzi wa kimataifa wamekubaliana kuwa mto Nile ndio unaoongoza. Si tu kwa wingi wa maji bali kwa urefu wa kweli wa safari yake kutoka kusini hadi kaskazini mwa Afrika. Mto huu hauishii kuwa mrefu bali una maajabu mengine pia ambapo unahusisha mataifa kumi na moja, jambo linalofanya kuwa moja ya mito inayounganisha bara zima kwa njia ya kijiografia na kihistoria. Na mataifa hayo ni haya yafuatayo: Burundi kupitia sehemu ya mlima Ruvironza, moja ya chanzo cha mbali cha zaidi cha Nile; Rwanda kupitia mlima Nyumwe, ukifungamana na maeneo ya asili ya Blue Nile. Tanzania kupitia ziwa Victoria, mojawapo ya vyanzo vikuu vya White Nile. Uganda kupitia mto Victoria Nile kutoka ziwa Victoria, ukipitia maporomoko ya Murchison. Kenya kupitia sehemu ya ziwa Victoria iko pia nchini Kenya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia maeneo ya misitu ya mvua ya Kongo yanachangia mifumo ya maji ya Nile. Sudani kusini kupitia mto Bahr el Jebel na machangamano ya mabonde makubwa. Sudani kupitia mji kama Khartoum, inapokea mito miwili inayoungana nayo ni White na Blue Nile. Ethiopia kupitia chanzo cha Blue Nile kutoka Ziwa Tana na milima Ethiopia. Eritrea kupitia michango ya maji kutoka milimani upande wa mashariki na Misri, unaingia mto huu, hatimaye unamaliza safari yake kwenye bahari ya Mediterania. Mto Nile una matawi makuu mawili, kila moja likiwa na hadithi yake na umuhimu wake. Wa kwanza ni White Nile. Chanzo chake kikuu ni Ziwa Victoria linalopatikana kwenye mpaka wa Tanzania, Kenya na Uganda. Hutiririka kaskazini kupitia Uganda, ikiunda mto victoria Nile na kisha kuelekea kwenye Ziwa Albert. Baada ya hapo, huingia Sudani Kusini kama mto Bahr El Jabal, kisha Sudani kama mto Nile. Wa pili ni Blue Nile chanzo chake ni Ziwa Tana lililopo kwenye nyanda za juu za Ethiopia hutiririka kuelekea magharibi hadi kuungana na White Nile katika jiji la Khartoum huko Sudan tawi hili licha ya kuwa na urefu mfupi huchangia zaidi ya asilimia 85 ya maji ya Nile yanayofika Misri hasa wakati wa mvua kwa zaidi ya karne nyingi watu wa kale wakiwemo Wagiriki, Warumi na Waarabu walijua kuhusu mto Naili, hasa jinsi unavyovuka jangwa la Sahara na kufanya uwepo wa ustaarabu wa Misri kuwa hai, lakini walishindwa kufahamu mto huo ulianzia wapi. Siri hiyo iliibua maswali mengi, ikawa kama fumbo la karne, na chanzo cha Naili kikawa moja ya mafumbo makubwa ya dunia ya kale. Ndipo vita ya ugunduzi wa chanzo cha Nile ikaanza, tukianza na Wagiriki wa kale. Mnamo karne ya tano kabla ya Kristo, mwanafalsafa maarufu Herodotus alisafiri hadi Misri na kuandika kuhusu mto huo. Alijaribu kufuata chanzo chake, lakini alishindwa, lakini alishindwa. Alisema Nile hutiririka kutoka mahali pasipojulikana kutoka ndani kabisa ya Afrika. Kisha wakafata Waarabu na watawala wa Kiislamu. Baadhi yao walijaribu kuelekea kusini mwa Misri, lakini walikumbana na vizingiti kama vile jangwa na magonjwa. Walibahatika tu kufika sehemu ya Ziwa Tana huko Ethiopia na kuona mwanzo wa Blue Nile, lakini hawakujua kuhusu White Nile. Mwisho wakaja wazungu na safari za kisayansi. Karne ya 18 hadi 19 ilikuwa ya mapinduzi ya utafiti. Ilipoingia karne ya 19, Waingereza, Wajerumani na Wafaransa walianza mashindano makali ya kugundua chanzo halisi cha Nile. Mashindano haya yalijulikana kama the Nile Quest. Mwaka 1857 mpaka 1859 John Hanning Speke na Richard Francis Burton wawili hawa walitoka Uingereza na kuanza safari kupitia pwani ya Tanzania. Walipofika ziwa Tanganyika, Burton aliamini hilo ndilo chanzo cha Nile, lakini Speke hakukubaliana naye. Aliendelea na safari hadi ziwa Victoria na hapo ndipo aliamini kuwa hapo ndipo palipo chanzo cha Nile. Ugunduzi huu ulileta mvutano mkali kati yao hata baada ya kurudi Uingereza. Kufikia mwaka 1863 hadi 1865, Samuel Baker na Florence Baker waliendelea na kazi ya Speke na kufuata mtiririko kutoka Ziwa Victoria hadi Ziwa Albati na hatimaye kuelekea White Nile. Ilipofika mwaka 1875 hadi 1877, Henry Morton Stanley ndiye aliyethibitisha rasmi mtiririko wa mto kutoka Ziwa Victoria hadi Ziwa Albert na hatimaye kuelekea Misri. Safari hii ilikuwa ya kihistoria na ikajibu swali la mamia ya miaka ya kujua chanzo kikuu cha Mto Nile ni Ziwa Victoria. Ugunduzi huo uliwapa Wajerumani na Wazungu sababu ya kuvamia na kutawala maeneo ya Afrika Mashariki. Ulifungua milango ya uelewa kuhusu jiografia ya Afrika, na Mto Nile ikawa njia ya usafirishaji wa bidhaa, mawasiliano na utawala wa kikoloni katika nyakati za kale. Wamisri walikuwa na msemo maarufu, Misri ni zawadi ya mto Nile. Kauli hii haikuwa tu ya kishairi, bali ilikuwa ukweli mtupu, maana bila mto Nile Misri isingekuwepo, kwa kuwa Misri ni jangwa lenye ukame mwingi. Maji ya Nile yalikuwa msaada mkubwa kwa kilimo cha ngano, shairi na matunda. Mito ya maji ya mvua kutoka Ethiopia kupitia Blue Nile ndiyo iliyosababisha mafuriko ya kila mwaka. Mafuriko haya yaliweka udongo wenye rutuba kwenye mashamba ya bonde la Nile na hivyo kilimo kustawi kwa maelfu ya miaka. Thebes, Memphis, Luxor na Cairo ni baadhi ya miji ya kale iliyoibuka kutokana na uwepo wa mto huu. Mto huu ulikuwa njia ya biashara, usafiri na mawasiliano ya ndani na nje ya Misri. Nile ilihusishwa ili na miungu kama Hapi, mungu wa mafuriko. Ilitumika kwenye ibada tambiko, na hata kutambua kalenda ya mwaka. WaMisri waliamini kwamba Nile ilileta baraka moja kwa moja kutoka kwa miungu yao. Mto Nile iliunganisha Misri na mataifa mengine ya Afrika kama Nubia hivi sasa Sudan na Ethiopia. Kwa kutumia mto huu, bidhaa kama dhahabu, mbao, nguo na manukato zilisafirishwa kupitia mto huu. Biashara ya watumwa na mazao ya mashambani yalienea hadi Arabia na Asia kupitia mto Nile. WaMisri wa kale walibuni sailboats, yani boti za upepo kwa ajili ya safari ndefu kwenye mto Nile mfumo wa umwagiliaji wa irrigation uliofanikiwa zaidi kwa wakati huo. Leo hii mto Nile unapita mataifa 11, lakini watatu wa muhimu zaidi ni Misri, Sudani na Ethiopia. Katika mataifa haya Nile bado ni chanzo cha maji ya kunywa kwa zaidi ya watu milioni mia tatu, mhimili wa kilimo, uzalishaji wa umeme hasa kupitia bwawa la Aswani na utalii pia. Mnamo miaka ya hivi karibuni, Ethiopia ilijenga Grand Ethiopian Renaissance Dam, bwawa kubwa zaidi barani Afrika. Ethiopia inasema bwawa hilo litawasaidia kupata umeme wa uhakika. Lakini Misri na Sudan wanaliona kama tishio kwa usalama wa maji yao, hasa katika kipindi cha kiangazi. Mikataba ya zamani ilipeleka asilimia kubwa ya maji kwenda Misri. Mataifa ya juu ya mto kama Uganda, Tanzania na Kenya yanapinga hilo kwa kuwa nazo zinahitaji kutumia maji ya Naili kwa maendeleo yao. Licha ya mvutano, Naili inawakilisha umoja wa bara la Afrika. Ni mto unaoanzia milima ya kijani ya Afrika Mashariki na kupitia mabonde ya Sudani hadi jangwa la Misri, ukilisha kuunganisha na kuendeleza maisha ya watu wengi kwa karne nyingi. Kutokana na umuhimu wa mto huu, kumekuwa na mivutano ya kidiplomasia kuhusu nani anastahili kutumia kiasi gani cha maji ya Nile. Mataifa haya yamekuwa kwenye mazungumzo ya kidiplomasia kwa miaka mingi, na bado suluhu kamili haijapatikana. Ndani ya Nile na bonde lake kuna viumbe na mandhari ya kipekee: viboko na mamba wanaoishi kwenye maeneo ya mto, ndege wa kuvutia kama herons, kingfishers na ibises. Bonde la Nile lina mimea ya asili kama papyrus inayoandaliwa kama karatasi ya kale. Katika sehemu kama Nile Delta kuna mashamba makubwa, vijiji vya kale na mahekalu yaliyohifadhiwa kwa maelfu ya miaka. Katika Biblia na Qur'an, Mto Nile umetajwa mara kadhaa. Musa aliwekwa kwenye kikapu na kupelekwa chini ya mto huu. Mapigo ya Misri yalihusisha maji ya Nile kubadilika kuwa damu. Watu wa kale waliamini kuwa mto huu ni baraka ya Mungu. Mto Nile si tu barabara ya maji, bali ni chanzo cha ustaarabu, mvuto wa dini, chanzo cha mizozo, lakini pia ndoto ya umoja wa Afrika. Leo hii tunapousoma kwenye vitabu, tunafahamu kama moyo wa Afrika ukidunda kwa nguvu na historia na kuendelea kulisha mataifa mengi kwa upole wake na nguvu zake. The Story Side, tunakusimulia kila hadithi ya Afrika namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Story Side.